Na mtazamaji karibu, tunaendelea hapa na ndugu zangu, tukiangalia swala zima la siasa za mlima Kenya. James Gakuya na mwenzake Jo Nyutu wameweka wazi kwamba wanaamini walipokonywa wadhifa wenyekiti kwa sababu ya kuikosoa serikali na ukaribu wao na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, anasema na, na, anaongeza sambamba na ukabila. Lakini pia Tabita Karanja ambaye anatoka mlima Kenya amesema ikiwa wana muda wa kuweza kuutumia kupiga kelele mashinani na kuweza kuikashifu serikali, wamepewa fursa waendezao wa mashinani wakafanya hiyo kazi, watu wengine wafanye kazi katika wadhifa wao. kwake kwa anasema, si mlima ni watu binafsi ambao walikuwa wametelekeza majukumu yao. Nije kwako mm. Akawanjiku, hoja ni kwamba mlima unalengwa, <coughs> serikali anaadhibu mlima wewe unakubaliana na hilo? Sikubaliani nalo kabisa kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa letu, tumekuwa tukiyaona sisi, bado ni watu wa mlima, majority ya wale ambao wako the other side, ambao wanasema ya kwamba mlima unarengwa, na tunauliza ya kwamba hata kana kwamba tulikuwa na sababu ya kutoka katika serikali kwa nini hili hatukutokezea tuambie watu yetu? Na nimeuliza hili swali mara mingi, kwa nini hatukutokezea tuseme ya kwamba hii serikali, kwa sababu sisi ni kitu kimoja, tunataka kupigana na ile siasa ya kusema ya kwamba tunapigania mlima? Tuondoe ubinafsi wa mtu kando, na tulete ajenda ya watu wa mlima kando, kama ni mambo ya kuhusu mlima Nagakuya amerudia hapa, amesema walianza kupiga uhuru Kenyatta 2022, akaitisha akasema, na tunaongea mara tunapiga uhuru mara tukue pamoja, hata waleo Ukisikiza hawa viongozi wengine wanasema tunataka kuwa pamoja, tushirikiane na tujadiliane na tuwe tunasukuma ajenda yetu kama watu wa mlima pamoja, lakini kaguja akienda Kajiado ama nyoto akienda Murang'a kazi yake ni kulima viongozi wengine hapo, hapo, wa mlima ambao tunasema tushikane pamoja tusukume ajenda ya serikali pamoja, na unapiga wengine na wengine unawaambia tushikane na tujadiliane pamoja you know, for now. Sisi ndio viongozi ambao raia wamechagua. Swali moja nitakuuliza. Yes. An, nyinyi wote mnatoka Mlima yeah. wakati kukianza lile vuguvugu la kwamba watu wanazungumza hoja ya kutaka kumbandua, mm. naibu wa rais wakati ule wa nyuma. yes. nyinyi mlikuwa pamoja? tulikuwa wote pamoja. Nazungumza ha, hawa walio hapa mlikuwa pamoja? tulikuwa wote pamoja na alikuwa kwa mnaunga ilo swala la wakati ule wa nyuma, tukianza wote actually apart from mzee Kakuya, hata Nyoro tulikuwa, mimi actually, wale watu ambao tulikuwa na shida kubwa sana ni mimi na mheshimiwa Nyoro, tukisema ya kwamba eh, kuna maneno hayaendi vizuri kwa sababu ya lakana. Kwamba we ni kiongozi, hauwezi kuja kusukuma watu kwa koo na kuambia ya kwamba usipofanya hii by December, mjue maneno yenu nitafanya namna ile. Kwa hivyo kulikuwa na shida from the onset ya kwamba there is, there, kuna hiyo uh, gap kuna hiyo uh, mwanya kidogo ya uongozi, na tukaanza kujadiliana, tukaanza kuulizana tufanye namna gani. Kwa hivyo mambo ya kuleta mlima pamoja na kusikiza na kupiga siasa yetu ya mlima ilikuwa ni muhimu ya kwamba sisi wote na wale viongozi tulikuwa hapo, na nimesikia senators wanasema waliitwa, sisi kama wabunge hatukuitwa. Biko, swali ambalo tulikuwa tumeuliza sasa, tungesikizana tuulize serikali hii ya William, juu tunataka kutoka juu, tumeona tuko na shida ya hapa na hapa. Kama kiongozi ambao walichaguliwa, kama wazee ambao walikuwa hapo, watuambie, tuko na shida hii. Tumeomba barabara, tumenyimwa tumeomba masies tumenyimwa, tumeomba maji tumenyimwa, tumeomba committees zile zilikuwa tumenyimwa, lakini hii ambayo inaendelea saa hii na ni it happens na akakuja amesema vizuri, ilifanyika wakati wa Uhuru Kenyatta, wakati walionekana ya kwamba ajenda ya serikali na yako wewe binafsi haziingiani, na tuko na kazi sisi ya kufanya ya kupeleka nchi yetu mbele na juu. Umeamua, na ndivyo tabila amesema, umeamua ya kwamba mimi mja, lengo langu ama ajenda yangu sal, it's no longer about education it's no longer about trade na kusukuma mambo ya wanabiashara pamoja. Sasa ni kusukuma mambo ya Nairobi ama kusukuma mambo yetu ya siasa ya hapa chini mm, then serikali haina buni haina lingine isipokuwa kuhakikisha ya kwamba itatafuta mtu ambaye atakuwa analeta hiyo kazi na kuisukuma mbele, na ni kawaida hiyo, inafanyikanga wakati mwingi kwa mabadiliko yale wewe umekubaliana nayo, kwa sababu unataka serikali isonge mbele. Ndio nasema kwamba katika kila serikali hilo jambo hutendeka wakati eh, ajenda yako na ya serikali hazingiani, kwa sababu mtu ambaye anakuja kusukuma mambo ya komiti ya trade ya sel national government, ile katiba yetu tuko nayo, serikali haikujangi bunge. Kwa hivyo ule mtu ambaye ni waziri katika hiyo bunge ni chairman wa hiyo komiti. Kwa hivyo ajenda yote ya serikali ni ameshikilia, na kama anasikia serikali ya kwamba haifanyi jinsi ambavyo inavyofaa kufanya na amepatiwa ajenda ya serikali, unafikiria atasukuma ajenda ya serikali kweli? Kwa hivyo lazima serikali tafute binu ya kuhakikisha ya kwamba ajenda yake ikifika, ni mambo ya masomo ikifika, ni mambo ya komiti ya bwana biashara, iko na mtu ambaye ako na nafasi, ako na wakati, anapatana na mawaziri, anasikiza matakwa ya wananchi, analeta katika bunge, anasukuma. Lakini wakati mambo yako e, binafsi imechukua ime kipao mbele, lazima, lazima pia kuwe na hiyo mabadiliko kidogo, na namba pia niseme na, na Rashidi. Yes, yes. kuna kuna kitu umezungumza labda nitataka kabla kimtoke ki kwa kwa Ngakuya ameta kumzungumzia kuna hoja anayozungumza ya maana sana hapa. Anasema kimtazamo wake ni kama anasema, nyinyi mngeshukuru kwamba mmepokonywa wale majukumu ndio mkafanya kile kitu ambacho kwako mapenda kufanya. Yes. Kimaoni yake anasema kwamba kwa wale ambao wamepokonywa wenye kiti ni kwa sababu serikali imeona kwamba mko bize sana, mna majukumu ambayo mnayafanya, lakini pia hauwezi kuwa umeshikilia wadhifa muhimu wa kiserikali wakati hauna imani na hiyo serikali. Unazungumzaje, James? Yani umeshikilia wadhifa wa kamati muhimu wakati wewe mwenyewe hauna imani na hiyo serikali hiyo, sasa utasukumaje ajenda za serikali? Ni swali ambalo naweza kuuliza. Na no, lakini za kukujibu mara hiyo tu na nikujibu hivi naam, yeah. Uh, serikali ni muungano na muungano ni muungano kwa sababu uh, dhamira ni moja na ile inaitwa ideology ni moja, so wakati wowote wa ukiwa mwenye muungano na unaona kuna mahali tunaenda mrama usipokosoa ugoji maraika ataje akosoe utasema hii mkataba wetu tulisema na hatutabomolea watu manyumba zao kama serikali. Kabla tuichukue tu serikali buna imefika leo mnabomolea manyumba mchana. Ham, hamufikiri ile ajenda ilioe ili, ili, tulikuwa nayo kukosoa serikali kwa sababu ya tabia kama hiyo hakuna makosa sababu sigoji maraika hakuja akosoe jambo kama hilo, ukiangalia uone ilikuwa ajenda ilikuwa bottom up na uangalie uone ile sasa uhasabu umefika ni kwamba tumeanza kulipisha e, ada za manyumba hizi manyumba, ada zikitolewa, hatujui kule zinapelekwa. Wewe ukiwa unatolewa unatolewa hizo ada za manyumba bado, kama unataka nyumba utalipa kado na bado unalipa kodi. Tunasema hii haipelekani na hii siyo doto yetu. Naa mwisho niseme hivi mm -hmm, ukiangalia ukute kwamba Tumefika wa mahali watu wetu kama wale watu wa malikiti wa, wa, soko imefika mahali governor amefikiria kwamba ahamishe soko ya malikiti ahamishe wakulima awapeleke istrade. Hiyo lazima watu tuamke, tuseme hii haiwezekani, wakulima itakaa hapa na wenyeji wakae, kwa sababu soko hii ili tangu zamani ni soko ni, ni soko ni soko ya, ya, ya wafanyabiashara na kule istrade kuna wafanyabiashara huko wa so kukosoa, ukiwa ndani sioni makosa na, na tuwezi kusema kwamba kwa sababu tunakosoa hata tumeenda kinyume Rashid. La, wacha niseme, nimekuambia siasa e, umlete umlete. Jo niu binafsi ukisikiza maneno ya mheshimiwa Gakuya, wale watu ambao tulipitisha kodi ya housing, na uangalie katika rekodi ya bunge, Gakuya alikuwa mmoja wao mimi nilikuwa mmoja alipitisha hoja alikuwa wiko na, na, si si enda, enda hadi leo tulikuwa tumeketi ya si pili. Ni hili Kakuya anaongea mambo, ukisikiza siasa ya yake ni ya Nairobi ukisikiza siasa etukosoe mambo ya wa, wa, wa kurima, mambo ya nini kwa sababu kuna space ana alitafuta na anaona ni kama haiko na space yake ni gani? Kwa sababu ako na haja na kiti ya governor na ameona governor wa Nairobi wameshikana na serikali. Sasa ameona hapa sina nafasi, lazima niende katafuta nafasi yangu wapi? Kule nje. Kwa hivyo ndio nasema siasa yetu, na tusipoteze wananchi kwa sababu ya siasa yetu sisi wenyewe ya bunafsi. Tuongee mambo ya mlima ile sababu imefanya tutoke kwa, unajua kama angeendelea kukosoa gavana hiyo ni haki yake, maana amechaguliwa ni mbunge wa Nairobi, ako na haki ya kusimama ile kiti anasimama, lakini aongee ukweli tu, aseme ya kwamba mimi niko na haja na kiti ya gavana, na kwa sababu ya hiyo ninaona Sakaja ameshikiliwa na serikali, na kwa sababu hapa sina nafasi nitaenda kutafuta nafasi yangu wapi msitu. But before tutoke kwa serikali kuna ile mkataba tulifanya na wananchi wa mlima, kuna ile mambo tuliwaambia tumetoka kwa Uhuru Kenyatta, tumekosa hili na lile na lile, na maana hii serikali nao kuja ni yetu sisi kama Wakenya sisi kama watu wa mlima ile kitu tutakalofanya ni hili one two three four five. Hayo mambo ndio tunafaa kuwa saa hizi tunapigania. Haiwezekani, Rashid, wale wengine wanapigana kuingia serikali na sisi ambao tuko katika serikali, hata kana kwamba ni 10% hata kana kwamba ni 20% hata kana kwamba tukifika 2022 tukakuwa tumeachieve 50% at least tutaambia watu hamkutupatia kura za bure, lakini hatuwezi watu, fungeni mirago, fungeni mi, uh, uh, manyumba zenu tutoke tukatafuta serikali ingine ile ingine itakayokuja ni ya maraika ama ni ya nani? Maana hizi shida ambazo tunapitia wakati huu, Naam. pia wakati huo zitakuwa, tutakuwa tunafanyisha watu wetu siasa 24/7. Maana mimi mrengo wangu hauingiani na serikali na si mambo yanalikuambia, nikiwa ni mambo yangu mimi mbinafsi Naam. kama kawanjiko, nikuje niseme mimi sita supporti serikali kwa sababu ya ajenda mbili tatu, lakini kama ni maneno ya kiamba ile ambayo inahusisha wananchi waliopigia William Ruto kura, lazima nihakikisha ya kwamba hata kana kwamba ni 50% of the promises that the government promised tume we are able to deliver because hiyo ni deni. Wow. Ile itakayokuja 2027 tutarudi nyuma ya hema, tuambiane huyu mtu sio mzuri kwa sababu ya hili na lile na lile, lile. Lakini yale mambo ambayo tuliahidi tumeweza kutimiza bana. Hauwezi kuwa unacheza karata na wananchi unacheza karata na wananchi. Kuna swali pia ameweza kusema, amesema hata wakati wa nyuma mlikuwa pamoja, wakati mkisema wakati umefika tuturekebishe aliyekuwa naibu wa rais wakati huo, lakini katikati ukabadilisha msimamo mm. Wacha niseme uh, ni, nianze na hilo kwa sababu kuna maswala mengi ambayo nataka kugusia. Unajua mwenzangu pia mm. amenitaja uh, lakini mwanzo uh, kwamba mimi nakoanjiko kwa, kwa mara moja labda tulikosoa Uh, uh, naibu, naibu rais wa pili, uh, uh, lakini hiyo si kusema kwamba mimi ningebaki huko kumkosoa daima kuna mkutano ambao tulifanya kama maseneta wa Mlimani na akatupitisha, akatupa, akatupeleka uh, uh, uh, safari ya mateso ambayo alikuwa napi, uh, anapitishwa na, na, na, na, na, na, na, na bosi wake yani William Ruto, na haya yote akawa anapitishiwa haya kwa sababu ya kutetea watu wa kwetu. Kukawa kuna watu wanafutwa kazi hata wale eh, civil servants ama wale eh, wafanyikazi wa kiserikali lakini, na kila akifutwa mmoja wa kwetu anapatiwa wa Rift Valley ile nafasi, na kwa hivyo masuala mengi sana, na akatuambia kwamba vita alivyokuwa akipigwa wakati huo vilitokana na kwamba yeye ndiye peke yake aliyekuwa sauti iliyokuwa imebaki kule mlimani. Na kwa hivyo mimi siku hiyo ndiyo nilipata kile, katika kimombo tunasema ni Damascus moment, mimi ambaye nilikuwa Sauli nikawa Paulo kuanzia siku hiyo. Na kwa hivyo hapo nimejibu, lakini ningetaka kusema jambo moja. Unajua mwenzangu hapa Tabitha, na, na, na, na, na, na, na ndugu yangu Kawanjiku, na sasa Tabitha nasema ati kwa nini kwa miaka miwili hamkuwa mnakosoa serikali mmegoja mpaka Rigathi Gachagua alipongolewa. Nataka nikwambie kwamba, Rashid, makosa unayakosoa yakitokea na utapata hata kuna ndoa nyingi ambazo zinavunjika si mwaka wa mwanzo, kwa sababu tunajua watu hubadilika. Hata kuna wale wana ndoa ambao utapata walikuwa na ndoa yenye furaha kwa miaka hata mitano, lakini ukapata bwana ameanza mambo na vijimambo, na, na, na mambo ambayo hakuwa nayo hapo mbeleni. Huwezi kuambia bibi kwamba sasa, kwa sababu hukusema unakosewa kwa miaka ile ya mwanzo mitano, kwamba sasa uti usiwahi kusema daima. Na kwa hivyo serikali tunaikosoa aa, wakati makosa yamepatikana na watu walikuwa bado wanaongea, jambo ambalo ningetaka kumwomba dadangu hapa, na ninampenda sana, maanake mumewe anatoka kwetu Murang'a, na kwa hivyo hata naniita senata wake, ni rafiki yangu sana, nimwambie ni vibaya sana, kama mtu kiongozi ambaye amepatiwa, ameheshimika na watu Wanakuru nzima kuwa anaweza kuwa seneta wao kuja hapa kwa kipindi kama hiki kusema yale aliyosikia watu wakisema ati sisi tumeng'atuliwa, uh, kutoka katika kwenye nyadhifa za wenyekiti wenyekiti, kwa sababu ili kwamba tupate nafasi ya kwenda mashinani kupiga serikali, ikiwa kwenda mashinani na kuzungumza na watu kuhusu haja ana shida zao, ni siasa, ikiwa kwamba kazi hufanyika mtu akiwa ofisini bosi wake anayemtetea William Ruto, tuambiane ukweli hapa. Je, anatumia siku siku ngapi ofisini? Je, anatumia siku ngapi juu ya magari akizungumza badala ya kufanya kazi ofisini ana kwa hivyo tafadhali tusichukue maneno ambayo tumesikia watu wakisema kule nje, sisi tukaja kuyaleta mbele ya hadhara bila kuyapiga msasa. nilipozu ulikokuwa unazungumza Kawanjiku sikuzungumza. Nikubalie nimalize, utapata nafasi, namalizia. Unajua Kawanjiku amesema kwamba sisi Uh, watu wangeitwa mkutanoni pale na, na, na naibu wa rais wa pili, viongozi viongozi venye mliitwa nyinyi kama maseneta, ili aelezee ni kwa nini tulitaka kutoka katika serikali. Nataka yes. Nimkosoe nimwambie hata mkutano wetu kama maseneta haukuwa mkutano wa kujadiliana kuhusu kutoka, kutoka kwa serikali. mm-hmm ni shida ambazo zilikuwepo ambazo tulikuwa tunazizungumzia na nikimalizia Rashid, na, na, na, ni na, na, vizuri uh-huh. Katika mjadala kama huu ni vizuri tusifanye mjadala kwa wepesi wa kusema kwamba watu wamekuja hapa kutetea masuala yao kibinafsi, kwa ubinafsi. Tutetee masuala ambayo yanawaathiri wananchi. Je, mfumo mpya wa kulipa bima ya hospitali unafanya so so, so, so kazi so so so. Na, vizuri, vizuri, tafadhali. Rashid, ni vizuri kila mmoja awe akigoja mpati nafasi yake <laughs> ifike na mimi, hakuna wakati utaniona nikiruka, manake mimi niki ni raia ikajua kwamba huyu akili yake timamu, huyu ni mtu ambaye l anaweza kugojea kugojeayake isikise ahit kwenye ujikite kwenye maswala na wala sio kwamba fulani anataka achaguliwe. Ah, okay, okay, okay, yaan ah, asante ku ya asante, asante. Kwa sababu mm, unajua I know Senator Nyutu very well. Na ananijua very well. Tunajuana. Na mm. Amekuwa CEO wa shule yake. Mimi nimekuwa CEO wa my company Keroche Breweries hiyo ile tu hi, tofauti ya kampani na hata William, hata hatahata wa mwenyola tituambia mm -hmm. Kenya it is just William is just a CEO of Kenya mm -hmm. ni CEO wake as a president mm -hmm. Kwa hivyo wale watu wamechagua wakumfanyia kazi wakumsaidia kazi ile ili asonge I mean, a derive a mm -hmm. to the Kenyans ni, ni, ma, comi, ni ma chairman wa committees ni ma CSs, ma PSs na watu kwa leadership kama sisi sasa wa ya, ya, Senator, ya ya National Assembly. Sasa we ukienda kinyume utang'atuliwa. Yeye mwenyewe wale walimu walikuwa nasomesha shule yake, wakati mwalimu alienda kinyume, alikuwa alikua hata akua nagoja anamng'atua na simu, toka sikutaki, wewe usiingie. Kwa hiyo git So, William is just doing I think on behalf ya Kenyans. Kwa sababu asiponga tu nyoto kwa hiyo kiti alikuwa amekalia ya, ya, ya, ya, ya, committee ya education. Education itaenda chini, ikienda chini nani ata, ata, ata lose sini His Excellence the Dr. William Ruto. uh -huh. Na Saidi walikuwa wanataka wafanye. Ili sasa wa wa krap wa krap akienda chini. Wangu nataka tu kumaliza. Mimi niseme hivi. Yule mtu yule mtu yule mtu alianza Uh -huh. Hii maneno ya ya kuongea ya, ku, ku juu aee ya, ya ya, uh, former deputy president uh -huh, alikuwa ni huyo, anakaa nyuma yangu alianza akakaa nyuma yangu anakaga nyuma yangu kwa Senate. Nika knock nikanoknok nikaingia kwake, hii ni nini? Umeanza umetumwa na nani? Kwa hivyo kama mlima ya Kenya iko na shida, hawa maseneta sasa wanaenda enda hivi tauni wakisemaga mlima imewachiliwa, ni wao walianzisha hiyo vita. The other day hata nilisema kama kuna kitu sita sita sita, inaita kwa nini forgive. Aha, samehe, samehea samehea. Aha, His Excellency deputy president na watu wake, kwa sababu wangejua hii serikali vile His Excellency Doctor deputy president alikuwa anasema ni kam, ni company si atuonyesha, ni company, angejua sisi wao watang'atuliwa wakiwa mlima kama kuna watu wamewekwa kwa shimo, ile shimo tumewekwa ni wao wamefanya watu wawe. Lakini Nakuru, unajua mimi siko siko kwa hiyo mlima eh. Nakuru sisi cosmopolitan tuko, tuko kila kabila, lakini kama wanasema wamewekwa kando vile wanasema, ni wao wa walijifaa, ni wao wa walijifanya kwa sababu kukubali. Kwa hivyo nyinyi munafaidika mpaka wawe impeached, walikubali wawe impeachment, na huko ndio alianza hiyo vita na wakawajiko hawa aa, wengine wakaingilia sisi ilitukuta kwa bunge kwayo, wakati hiyo tukuta... kama nimekuelewa, a, nasema kwamba huyo moto wote alioanzisha kuwasha ni... ni nyoto huyu, mpaka mimi nikaenda kwake hivi ndakampigia masimu, hii ni nini umeanza? hii ni nini umeanza? Nakumbuka hata nikiandika kwa groups hmm, zile tunakuaga, ni nini hivi watu mmeanza hii ni nini? Because me i could see watu wa Mount Kenya ndi wataumia na wanatafuta kiti ya 2027 nikuwa launch the other day, hata si juzi juzi, juzi tu ni jana mm, tukiwa nini tukikunywa kachai hapo, nikaambia one of the senators, sitakutaja jina hey, unakaa smart. Akaniambia sasa, nimeambio nipime suti ya 2027, yaani amemaliza kazi yake ame uh, ya watu mm -hmm. Sasa amesema kura zimewekwa, na kuna kura sijui ngapi. Amejua ni ngapi? wa Munyoro alisema apewe hizo kura, sasa yeye ni suti ya kuapishwa 2027. Sasa hawa uta, unataka kusema kina seneta nyuto hawa wako na suti, wameambiwa wapime suti, tutangangana tutapitana nao kwa sababu sio kazi sio kazi, hapana, sio hakuna kazi watafanya Haa, hakuna kazi watafanya. Kazi yao ni barabara, wakiwip the emotions za watu. Lakini ukiangalia sisi tukiwa kwa serikali we are so determined kuhakikisha to deliver, kwa sababu ile itafanya tuchaguliwe ni ile tutadeliver, hakuna kitu ingine yes. lakini kwa hao ndio hiyo tu, kupiga kusema serikali haifanyi kazi, serikali haifanyi nini. Sasa wameingia hata si opposition, sijui nini, kwa sababu i wish wako kwa opposition, official opposition tutakubali. Lakini mimi I will never forgive my friend hapa Nyutu <laughs> Senator Nyutu ndiye alianzisha hiyo moto. <laughs> na ndio watu wa Murang'a, wa Murang'a, watu wa Mount Kenya, mkijua vile vita mnapitia ni hao walianzisha, na wakaonyesha Deputy President aende hata bila kuresaini namba bila kufanya nini mpaka ng'atuliwe. Wakati tunamgoja pale kwa Senate, ndiye huyo akatoka kwa mlango, hatukumwona sasa. Hiyo <laughs> <tujukwe> <laughs> ni picha gani? Na madai mazito. Wacha nijibu mambo mawili tu, nilikuwa nataka ku interject ya Nyoto. uh -huh, nikuulize na si senate amechaguliwa miaka miwili uh -huh, na hili ni swali. Nimekuwa ni watu wengi ambao wanafuata huo mrengo ni senators, kwa sababu senators have no development responsibility Mm -hmm. Na uniambia wakati watu wa Muranga walikuwa walikua wanagoma juu ya barabara za Mau. Hakuna Mau, Mau, Mau. Siku moja walitaja senator. The only mtu mm -hmm. ambaye kona responsibility ya kuleta maendeleo is a member of parliament. And that's why these people have a lot of time, wako na wakati mwingi wa kuzunguka because kazi yao sasa ni siasa. Lakini mimi kama mjumbe, wakati barabara ya kwangu haitengenezwi, hautasikia maendeleo ama senator wa kwangu amefanya maandamano, inakuanga ni mbunge. Wakati hakuna maji, hautawaisikia seneta amefanyiwa maandamano. Lakin ule mtu ufanyiwa maandamano niko na majukumu. Wakati tuwacha tuongee, akuya amekuwa, wakati umepatiwa nafasi ya kuwa kiongozi, hata kana kwamba hauna Mm. In the National Assembly uletea watu maendeleo hata kana kwamba hauna hilo jukumu directly, but uh, uh, in the public opinion court ule mtu ako na responsibility ya kuletea watu barabara, because wakati nikopofakuwa nikifanya campaign niliwaambia mnipatie hii kiti nitawaletea hii barabara, mnikinichagua nitaleta hapa maendeleo ya mashule kwa hivyo responsibility, no, ya kwanza inakuwanga ni ya mbunge. Watu wengi kama senators they don't have a responsibility of development, unapatanga ya kwamba hakuna wakati siku wakati, uh, wakati senator ataletewa maandamano, lakini swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza hata kana kwamba vile senator anasema ati waliona ya kwamba maendeleo na mambo yetu haiendelei vizuri, kuna, the good thing was is it you fight within kuna, kuna swali nitaka kuuliza na pia nataka labda pengine uh, senator Nyuto asikie na Tabitha asikie na alafu yeah. Twende mapumzikoni hii yeah. eh, serikali ilipoingia madarakani yeah. na kila ambacho kinaendelea hivi sasa inafika wakati mwingine wananchi wanahisi kama bei serikali kwa kwa imeundwa kumfaidisha mtu wa Mlima Kenya. Mm -hmm, kuna, so, picha peke yake picha kuna, kuna so, yinyi, yes. watu wa Mlima Kenya mm -hmm. likko mmeidiwa nini ama likuo mmekubaliana nini ambacho mpaka sasa hivi kuna pande mbili zingine zikisema kwamba ni nini ambacho kiko so special na watu wa Mlima Kenya ambapo mm -hmm. maeneo mengine ya Kenya yeah. hawakijui.